Ilikuwa ni siku nzuri sana, kwani staa wa Bongo Flavor mwanamuziki Diamond Platnumz aliandaa Wasafi Iftar, ambapo ikakusanya watu mbalimbali. Sasa leo tuangazie top 10 ya watu ambao walifika pale, hasa upande wa wanawake ambao walipendeza na kuvaa kwa staha zaidi kwenye siku hii. Hapa na nataka nikupe listi ama top 10 hiyo uweze kuisikia, na nitaanza na namba kumi mpaka namba moja. Je, ni akina nani hao? Tafadhali ambatana nami uweze kujionea wewe mwenyewe we. na utaweka maoni yako hapo chini kwenye comments. Sasa namba kumi ni nani? Namba kumi imeshikwa na Lulu Diva mm -hmm. Ingawa ni kama alipania sana, kasahau kuwa ile ni iftar tu, jamani. Da, Lulu wewe, imetosha. Sasa ingawa pia haikupaswa kuachiachia baadhi ya maeneo ya wazi kulingana na aina ya tukio. Kwa hiyo hiyo ndo imefanya tumsogeze kwenye namba kumi, bibie wa kuitwa Lulu Diva. Tunatoka kwenye namba kumi tunaenda namba tisa. Je, namba, namba tisa ni nani? Hii imedondokea kwa mpishi mwenyewe wa shughuli ya Wasa huyu si mwingine bali ni Shilole aka Shishi Baby, akishusha timu yake pale ya Shishi Food kufanya jambo, hakika alivaa vyema na kwa staha, anastahili pongezi kwenye ishu nzima hii hapo, ambayo inafahamika kama Wasafi Iftar. namba nane, hii imeshikwa na BBA official nai, of course, alipendeza sana na vazi lake hili, ingawa hapo kichwani kama palikuwa wazi sana e, kulingana na aina ya tukio au mnasemaje? So wadau, so alivaa baadhi ya watu akiwemo Juma Lokole Memu... Paki, chambo kidogo akidai kwamba eti wigi lake imetosha sasa. Jamani, anarudiarudia sana kulivaa. Wewe unaonaje? Sijui utaweka maoni yako. Namba nyingine ni namba saba. Mm -hmm. Wacha tusogee kwenye namba hii hapa ya saba, na hapa imedondokea kwa Mashalove pamoja na Rushaina. Kwa hiyo hawa wamegongana kwenye namba moja ambayo ni namba saba. Tukianza na Rushaina, alijitahidi kuvaa kwa staha sana sana sana, na vile aliingia na kijana wa WCB D Voice, basi alinoga sana sana kiukweli, lakini pia upande wa pili Masharaf na yeye alikuwa hana jambo dogo, kama ambavyo unaona amekaa meza moja hapo, lakini alisema lazima ni furahie siku hii hapa ya Wasafi Iftar, ni nivae vizuri kwa staha. Kwa hiyo tofauti kabisa na ambavyo tumezoea kuwaona, na ndio maana tukasema sio vibaya leo tuwaletee muwaone pia wakiwa katika upande huu wa kuvaa kwa staha, hasa katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramazan. Haya, time ya namba sita hapa pia wapo wawili bwana, kuna mtu anaitwa kama kawaida yake hajawahi kuangusha linapokuja suala zima la kuvaa, tena anapenda magauni yake makubwa kwelikweli, na hata jana aliwaka nalo na hilo hilo likiwa na ming'ao fulani hivi bwana, hii kiboko, hongera sana Mamapii. Lakini pia mwingine katika namba hii hapa ya sita ni Madam Rita. Ehe, huyu ni e, mkurugenzi mwenyewe kabisa ambaye anamiliki jukwaa kubwa la kuibua vipaji vya muziki nchini Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Huyu e, Madam Rita naye hakuwa kinyonge bwana, gauni jeusi na mtindo fulani safi, kafunika kichwa chake vizuri kabisa na aliweza kufurahia katika siku hiyo ya Wasafi Iftar. Haya, namba tano, moja kwa moja inadondoka kwa Queen Darin mwenyewe kutoka pale Usafini, naye hakuwa nyuma. Ehe, kuna namna alijitahidi sana kuhakikisha kwamba vazi lake linakaa inavyostahili kulingana na aina ya tukio hilo kubwa la Wasafi Iftar. Namba nne, hii inatua kwa mke wa Bugatti. Oi, mwite Zailisa bwana, akiwa na mumewe aliwaka sana, vazi moja la kistaha eh, mno. Halafu sasa habanduki hata sekunde moja kwa bwana wake, alipo naye yupo. Chezea kupendwa wewe, acha kabisa. Kupenda na kupendwa sio poa, acha buga kafa kauza eh -eh. Anyway, huo ndio mtupio wa bibie Zeilisa hapo jana kwenye Wasafi Iftar na anashika namba nne. Sasa tutue kwenye namba tatu. Hii imedondokea kwa watangazaji wawili warembo kabisa kutoka Wasafi Media, hao ni Amigal pamoja na Alia. Sio siri walipendeza na kuendana na tukio lililokuwa likiendelea pale Superdome. Of course, walipendeza kama unavyoona hapo, wamechangamka, lakini pia walikuwa so kwenye red carpet na nini, kwa hiyo mambo yao yalikuwa safi kabisa katika siku hiyo. Po kwa hiyo wameshika nafasi ya tatu, so pongezi kwao sana. Amigal pamoja na Ali, hawa ni watangazaji ambao wote wanatangaza the switch ya pale Wasafi FM, so huo ndo mtupio wao katika siku hapo ya, ya Wasafi Iftar. Haya sasa, na sasa ni namba mbili ebwana, hii moja kwa moja imetua kwa Vanessa Kashera pamoja na Karen Simba kwa pamoja. Sio siri mavazi yao walipendeza sana na kuwaka sana kwenye Wasafi Iftar. Ikumbukwe bibi Vanessa sasa ni baby mama wa mchezaji wa Young Africans, raia wa Burkina Faso, Azizi Ki ambaye sasa hivi ni mume wa mtu, mume wa Hamisa Mobeto so yeye, yeah, na Karen Simba, huyu Vanessa bwana, walitokea hapo kwenye Wasafi Iftar, ambapo walikuwa wamewaka kinoma noma. Kumbuka pia eh, hey, Karen Simba naye ni mwigizaji wa Bongo Movie, lakini pia huyu Vanessa naye anafanya Bongo Movie kama tamthilia mbalimbali za kibongo, so wameshika namba mbili kwenye hii hapa listi tam kabisa. Sasa kabla hatujaenda namba moja ni Bonus tu hii imekwenda kwa Muki, wengi tunamfahamu kama Femi wa jua kali, lakini pia kwake mwanadada Sishkiki, ambaye za chini chini inasemekana akaenda kufanya surgery ya pua kuichonga ikae poa kama anavyotaka. Anyway, hayo hayatusu sana, kwa hiyo tusiingilie ingilie ile sana, lakini inasemekana hivyo kwenye stori za town. So hao wameshika kwenye bonus. Kabla hatujaenda kwenye namba moja, mabibi kwa mabwana, sasa ni namba moja je? Yeah, mnajua ni nani huyo? Haya sasa, si mwingine bali ni Queen. Herself, kutoka WCB, kipenzi cha simba la masimba, huyu si mwingine mbali ni Zuchu wake Diamond course. Alivaa vazi fulani la kistaha eee, fresh kabisa na hakuna kilichoharibika. Yeye kashika namba moja na kwenye hii list kaipambia kweli kweli, so mambo ndio alikuwa hivyo safi kabisa. Hiyo ndo top 10 mimi namaliza kama hivyo, na kuacha kidogo utazametazame za hapa na pale ambazo pia happen pale, ili uendelee kuenjoy kupitia Msasa Media. Endelea kuwa nasi kwa taarifa nyingi zaidi Sa ishirini na nne. Asante mpaka wakati mwingine, bye bye.